sura mpya baraza la mawaziri la Dr Samia Suluhu hasani, lakini fikio na rato fikio na rato za Dr Mwigulu wabunge, e wabunge wafunguka wakitaka iwe kwa vitendo. Habari e inapatikana pia kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa mbele. Lakini naibu spika Silo, kutoka mizizi ya kijijini hadi ngazi za juu za uongozi wa kitaifa naibu spika Silo, kutoka mizizi ya kijijini hadi ngazi za juu za uongozi wa kitaifa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la mwananchi kwenye kurasa za mbele, lakini bado kuna habari inayosema hawa hapa mastaa walioweka vyeti kabatini wakakimbilia muziki, lakini Dk Nchimbi kutoka makunda hadi kukalia kiti cha waziri mkuu ni Dk Nchimbi kutoka makunda hadi kukalia kiti cha waziri mkuu. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari inayosema ACT Wazalendo waachiwa wizara nne suku, ni suku, ACT Wazalendo waachiwa wizara nne suku. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa mbele kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini kafu yaivaa ineki yaitaka ijiuzulu ineki ya jibu Kafu yaivaa yaitaka ijiuzulu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari gazeti lako la Mwananchi. Tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo lenye linaanza na habari inayosema ilivyo adha ya usafiri Dar es Salaam bila ya mwendo kasi. Ilivyo adha ya usafiri Dar es Salaam bila ya mwendo kasi. Lakini e, rekodi ya Mwigulu miaka 32 mlala hoi hadi waziri mkuu. E, rekodi ya Mwigulu miaka 32 mlala hoi hadi kuwa waziri mkuu. Lakini macho na masikio e, kwa rais Dr Samia leo. E, macho na masikio kwa rais Dr. Samia leo lakini, Dr. Mwinyi aunda baraza lenye sura mpya kimkakati. E, Dr. Mwinyi aunda baraza lenye sura mpya kimkakati. Lakini kocha e, polisi walinichukua kwa hili, uh, stand ya Magufuli. Yule ni kocha sema, polisi walinichukua kwa hila stand ya Magufuli. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni rekodi ya Migulu miaka thelathina mbili mlala hoi hadi kuwa waziri mkuu e, alijitwisha mizigo wa maskini wenzake akituma salamu kwa watumishi e, wa maishaji, lakini wararushwa na wenye lugha mbovu wadau, e, walonga hizo ni salamu za Mwigulu Nchemba kwa watumishi wa zembe. E, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe e, ukurasa wa mbele tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika habari kubwa inayosema TRA yakutana na wafanyabiashara Kariakoo e, mamlaka mapato ya mapato TRA yakutana na wafanyabiashara Kariakoo. Lakini habari kubwa ni Samia adhihirisha ni profesa wa siasa. Huyo ni Dr Samia Suluhu Hassan adhihirisha ni profesa wa siasa, amteua e, Mwigulu kuwa waziri mkuu wabunge wa msifu kwa eh, kuteua jembe lakini Mwigulu aonya wala rushwa wa zembe serikalini lakini atangaza vita na wasiosikiliza wananchi. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Mwanahabari, lakini sababu Dr. Mwigulu Nchemba kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Lakini Rais Ruto apongeza ubunifu wa jasiriamali wa Tanzania, hilo ni gazeti lako la Mwanahabari ukurasa so wa mbele. Pata nakala yako kwa kwa habari kwa kina huku gazeti lako la majira yenye linaandika kwa nini Dr. Mwigulu Nchemba. Hilo ni gazeti lako la majira linasema kwa nini Dr. Mwigulu Nchemba, majibu yote yanapatikana ukurasa wa kumi na sita kwenye gazeti la majira. Lakini polisi amshikilia anaedaiwa kuhamasisha uhalifu. Maadhimisho ya siku ya viwango Afrika yazinduliwa. Wawakilishi wa ACT waahidi kuchapa kazi, lakini Samia adhihirisha ni profesa wa siasa waziri mkuu mteule kuapishwa leo e, Mwigulu kiongozi mchapakazi mwenye bidii hiyo. Ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele, pate nakale yako kwa habari kwa kina. huku gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Dr. Mwigulu ataka wajibikaji mawaziri wapya. E, huyu ni Dr. Mwigulu awataka wajibikaji mawaziri wapya, lakini awaachia wizara nne ACT wazalendo lakini bilioni 10.6 kutumika mradi wa taksi za baharini. Bilioni 10.6 kutumika mradi wa taksi za baharini, habari inapatikana pia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini chama cha mapinduzi CCM kinara siasa za maendeleo. Huyo ni Dr. Dimo asema chama cha mapinduzi CCM ni kinara cha siasa za maendeleo. Lakini Dr. Nchemba kuapishwa leo. Eh, huyo ni Mwigulu Nchemba kuapishwa na Mheshimiwa Rais leo, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uhuru lenye inatuandikia habari inasema Rais Mwinyi anika baraza la mawaziri eh, huyo ni Rais Dr Mwinyi, eh, anika baraza la mawaziri. Lakini silo achaguliwa unaibu spika wa asilimia mia moja. Eh, silo achaguliwa unaibu spika kwa asilimia mia moja na Rais Dr Samia kuhutubia bunge, hiyo nambari ya ukurasa watatu inasema Rais Samia kuhutubia bunge, lakini Dr Mwigulu atuma salamu kwa wala rushwa wazembe. E, Dr Mwinyi atuma salamu kwa wala rushwa wazembe, lakini wabunge wafunguka sifa zilizombeba Dr Mwigulu. E, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. E, hiyo ni habari kwenye musu. E, waziri mkuu Dr Mwigulu Nchemba Eh, wa Tanzania lakini kwenye gazeti lako la Tanzania leo linaandika Rais Mwinyi atangaza baraza la mawaziri, na mbaroni kwa kuhamasisha vurugu wa sapu, lakini Samia amteua Mchemba kuwa waziri mkuu. Hizo ndio habari zimegonga vichwa vingi vya magazeti kwa asubuhi ya leo e, ni waziri mkuu wa Tanzania aliyekuwa afikiriki sasa ni waziri e, Nchemba kuwa waziri mkuu lakini Dr. Nchemba kuapishwa leo ikuru ya Dodoma, anakuwa waziri mkuu wa kumi na mbili tangu mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa, kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako tuangazie sasa eh, kwenye gazeti lako la uelekeo lenye linaandika polisi: epukeni makundi hatarishi mitandaoni. Hilo ni jeshi la polisi linatoa onyo eh, kuepuka makundi hatarishi mitandaoni. Lakini Dr Mwinyi ateua baraza la mawaziri na Rais Dr Samia kuzindua rasmi bunge la kumi na tatu, lakini waziri mkuu mpya Mwigulu atema cheche na Danieli Silo achaguliwa naibu spika wa bunge. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwelekeo ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana na gazeti lako la Mwelekeo kwenye kurasa za mbele sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani gazeti lako la Majira kwenye michezo linaandika Yanga yaanzisha shule ya soka Dar es Salaam. Yanga yaanzisha shule ya soka Dar es Salaam, kuzinduliwa rasmi kesho. Kujiunga i e, ni shilingi milioni, e, ni shilingi laki sita. lakini Taifa Stars Kuwaiti mechi ya rekodi kesho. Taifa Stars, Taifa Stars hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika Gamondi Kuweti wanafungika. Huyo ni Gamondi asema Kuweti wanafungika. Kocha wa makipa Yanga ana balaa. Lakini Mwigulu tumaini jipya la wanamichezo. E, Mwigulu tumaini jipya la wanamichezo. Mtanzania anayopagawisha Mexico. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, e, lenyewe linaandika e, Dr Mwigulu eh, Twiga Stars yaanza kuogopwa Afrika. Lakini Mizero Big Man hivi tuko imara. Huyo ni Mizero asema Big Man tuko imara. TFF bado moja e, pamoja na Morocco. E, TFF bado pamoja na Morocco. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa e, za michezo. Huko gazeti lako la Mwelekeo kwenye mchezo linaandika Jairuti basi la Simba linakuja. Adai atatimiza kila ahadi aliyoiweka. Lakini Yanga yaja na soka school jeketi kwini ya ibana asek mimos nyumbani kwao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwelekeo kwenye, e, e, e, kwenye, e, la kwenye kurasa za michezo. Lakini Dr Mwigulu ni mtu wa michezo. Huyo ni waziri mkuu mpya akiwa ni mtu muhimu kwenye michezo. Lakini tukiachana na gazeti lako la Mwelekeo kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa gazeti lako unaanza na habari inayosema e, Nabi Kamara e, anavyojitofautisha e, Simba mwenyewe afichua jambo, lakini Kamara afanya uamuzi mgumu, Simba ikiwagomea mabosi. Lakini bado kuna habari inayosema Mwigulu Nchemba e, mwana Yanga aliyemrithi Majaliwa e, Mwigulu Nchemba mwana Yanga aliyemrithi Majaliwa. Lakini Fatuma Bushiri apewa maua yake, na sababu za mastaa hawa kubadili mwonekano hawa ni mastaa wa kimichezo eh, sababu kubwa wa kubadili mwonekano. Lakini Yanga yafanya kweli Pedro aongezewa mtu eh, Yanga yafanya kweli Pedro aongezewa mtu na JKT Queen ishuke kivingine kwa TP eh, Mazembe. Lakini Aziziki alivyorudisha heshima ya Hamisa Mobeto, hilo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini bado kuna habari eh, inayosema